Mimi ni nabii, ni kutaka kujua yeye ni nabii kwa maana ipi, ndio Mungu akanirudisha mimi sasa, roho ile ile, roho ikaniingia. Neno nabii katika Kiarabu linaweza likawa nabii kwa maana ya imba, linaweza likawa nabii kwa maana ya nabua. Ikiwa kwa maana ya imba ni mhubiri, yuko sahihi. Ikiwa ni anabii kwa maana ya anabiu min alimba, muhubiri yuko sahihi. Lakini ikiwa kwa maana nabii kalimatu mushtaqatu min annabwa, ni neno ambalo limetoka katika neno nabwa, kwa lugha nyepesi, mtukufu wa darja. ikiwa kwa maana hii ndipo tunatakiwa tuanze kutafuta anakuwaje? Mtukufu wa daraja kwa maana annabiyyu minan nabwa, wakati tayari yeye mwenyewe kwa kinywa chake ametusomea aya ya Qurani nambari ya 40 iliyokuwa katika Surati al-Ahzab, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Anakuwaje mnabii kwa maana hiyo? Qurani inathibitisha yenyewe, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin. Kwa bahati nzuri, hata kama hakupita kwa kuzama zaidi, lakini kapita katika maana ifana nayo, kwa maana Muhammad ndio hitimisho la mitume wote. Nadhani tulimsikia, lakini nadhani sote tulimsikia akisema neno na nukta nyingi sana nimezinoti kwa maelezo yake, lakini nataka nipite bil ihtisar, bi wasfin wajizi, kwa dakika ambazo tunasoma katika hadidu rejea. Alisema yeye si mzuri wa Kiarabu, hata Kiarabu si juu. Nukta muhimu sana, yeye si mzuri wa Kiarabu. Qurani aliyokuwa anatusomea ni lugha ya Kiarabu, kwa maana anakiri hayuko sawa Hebu tuende katika surati bani Israil, aya nambari 36, Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna assamaa wal basara wal fuada Kullu ulaika kana anhu masula. Qafa yakfu hii ni kafa yakfu, usijitie uhodari kwa kitu chochote usicho na ujuzi nacho. Nabii kazi yake ni message kazi ya nabii ni ujumbe, sio uhodari wa ilmu. Usijitie uhodari kwa kitu chochote usicho na ujuzi nacho. Kwa nini Mungu anakataza watu wasijitie uhodari? wanahyu yaktadhi fasada lmalaheia ya anhu ni masala kisheria. Sasa ikiwa ikiwa Mungu anakataza kutakuwa kuna sababu, na sababu ni nini? inna sama, moja sikio lako walbasara, pili jicho lako walfuada, tatu moyo wako kullu ulaika kana anhu masula. Siku ya kiama vitakuja kuhojiwa, kwa nini ulijitia kujua hali ya kuwa hujui? Ikiwa ni nabii lazima atapewa na atasoma sahihi. Tumemsikia sote namna alivyokuwa akisoma vibaya Qurani. Mungu aliposema, Mungu aliposema wa ai wa ayadahu wa ayadina waayadahu biruhi minhu yasaluna, wa yasalunaka ani ruhu inakuwaje nabii alafu anasoma vibaya Qurani? Hebu kidogo, Mungu anakupaje unabii mtu aliyekuwa mchache wa maarifa? Narudia, kama itakuwa maana ni muhubiri, uko sahihi, alulamau hum warathatul anbiya, kama tunakaa kwa nafasi ya mitume kwa maana ya uhubiri ni kama nabii, maana yake si nabii. Kwa hivyo nipo kama nabii kwa ajili kama maani, nashindwa kueleweka? Ni kama nabii, maana yake si nabii wenyewe. Watu wa mantiki wana lugha wanasema inna tamthila la yastaghriq, siku zote mfano huwa umalizi. Ukisema fulani, basi maana yake kama Messi, tutatafuta katika nini Sio kama Messi kwenye mpaka kimo kufuga ndevu, kutembea aa, kama Messi kwenye nini. Kwa unapokuwa wewe warathatul anbiya, maana yake unamrithi mtume, tutatafuta katika nini? Kazi katika kazi ya dawa, lakini sio katika cheo. Kama itakuwa tunamrithi mtume kwenye dawa, tutakuwa tupo sahihi, si wewe hata mimi nitakuwa kwa maana hiyo.